Kitabu cha Kutoka sura ya nane. Bwana akamwambia Musa, ingia kwa Farao umwambie, Bwana asema hivi, wape watu wangu rusa, ili wapate kunitumikia. Tena kama akikataa kuwapa rusa, tazama, nitaipiga mipaka yako yote kwa kuleta vyura, na huo mto utafurika vyura, nao watakoya juu na kukimbia ndani ya nyumba yako na ndani ya chumba chako cha kulala na juu ya kitanda chako na ndani ya vyumba vya watumishi wako na juu ya watu wako na ndani ya meko yako na ndani ya vyombo vyako vya kukandia unga. Kisha hao viula watakwea juu yako wewe na juu ya watu wako na juu ya watumishi wako wote. Bwana akamwambia Musa, mwambie Haruni, nyosha mkono wako na fimbo yako juu ya mito, juu ya vijito na juu ya maziwa ya maji ukawalete viula waje juu ya nchi yote ya Misri. Basi Haruni akaunyosha mkono wake juu ya maji yote ya Misri, na hao viula wakakwea juu, wakaifunika nchi ya Misri. Waganga nao wakafanya mfano wa hayo kwa uganga wao, na kuwaleta viula juu ya nchi ya Misri. Ndipo Farao akawaita Musa na Haruni na kuwaambia, mombeni Bwana ili awaondoe viula hao kwangu mimi na kwa watu wangu, nami nitawapa ruhusa waende zao ili wamtolee Bwana dhabihu. Musa akamwambia Farao, haya, ujitukuze juu yangu katika jambo hili, sema ni lini utakapotaka nikuombee wewe na watumishi wako na watu wako, ili hao vyura waangamizwe watoke kwako wewe na nyumba yako, wakae ndani ya mto huu. Akamwambia, kesho. Akasema, na yawe kama neno lako, ili upate kujua ya kwamba hapana mwingine mfano wa Bwana Mungu wetu. Hao vyura wataondoka kutoka kwako wewe, na nyumba zako, na watumishi wako, na watu wako, watasalia mtoni tu. Basi Musa na Haruni wakatoka kwa Farao. Musa akamlilia Bwana katika jambo la hao vyura aliyokuwa amewaleta juu ya Farao. Bwana akafanya sawasawa na neno la Musa, na hao vyura wakafa kutoka katika zile nyumba na katika viwanja, katika mashamba wakawakusanya chungu chungu na nchi ikatoa uvundo. Lakini Farao alipoona ya kuwa pana nafuu, akaufanya moyo wake kuwa mzito, asiwasikize kama Bwana alivyonena.